Naam, karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, njoo hapa tuzungumze michezo. Ijumaa tulivu kwelikweli, ijumaa iliyojaa ubashara na mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na burudani. Sogea hapa tuziangazie taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kesho ndo kesho, asemaye kesho huyo basi ni mwongo wawakilishi kutokea Tanzania nikiwa na maana ya kwenye michuano ya kimataifa Simba Sports Club, Yanga Sports Club pamoja na Azam FC bila kuwasahau Singida Black Stars watashuka dimbani weekend hii siku ya kesho jumamosi na jumapili kwa ajili ya kwenda kucheza michuano ya kimataifa kwenda kutafuta tiketi ya kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wa klabu, kombe la shirikisho barani Afrika tunawakilishwa na Azam FC pamoja na Singida Black Stars ambao wote watakuwa katika ardhi ya ugenini, bila kuwasahau kwenye michuano ya kimataifa, na wenyewe huko kutakuwepo kuna wawakilishi vyema kutokea katika ardhi ya Tanzania, nikiwa na maana ya Simba Sports Club atakuwa pale nchini eh, Swiss, ah, kucheza dhidi ya Nsingizini, lakini pia Young Africans watakuwa pale Malawi kukipiga dhidi ya Silver Strike, aa, kunako majira ya saa kumi saa za Afrika Mashariki na Kati. Sogea hapa tuzungumze sasa michezo na burudani, mimi niko na mzee wangu mzee wa kuteseka, atuambia anateseka akiwa wapi na mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mzee wangu kuteseka? Alhamdulillah. Unateseka ukiwa wapi? Hapa hapa Tanzania. Eh? Hapa hapa Tanzania. Vipi? Tarehe 29 pasi na shaka tunatiki kwa ajili ya kwenda kumtafuta kiongozi bora rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayetuhudumia wa Tanzania kwa miaka mingine tena mitano mbele ya safari. Pasina shaka tiketi yako umeshaiandaa kabisa, aa, kitambulisho chako kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Naam, hakika kabisa, kwa sababu ni jukumu letu mm. na jukumu letu tutali. Mwenyezi Mungu atakapotujaalia tukuwa hai mm. na afya njema basi, inshallah tutakwenda kutekeleza haki yetu mm. e. ila swala la nani na nani e. e, mm. e. kupiga kura e, ipo kama kawaida, tuanzie e. e, hapa tuzungumze mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Simba Sports Club tayari wameisha safiri moja kwa moja wameelekea kwenye michuano ya kimataifa e. ya mzee wangu, Tutarajie furaha na tutarajie kitu cha namna gani haswa kwa mchezo wa kwanza wa kocha Dimitri Panteev ndani ya Simba Sports Club. Eh, yes, sisi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu <coughs> na tunamwomba <coughs> kwa afya njema mm. atujalie inshallah na wachezaji wetu wa afya njema <coughs> fike siku ya mchezo ili wapate kutekeleza jukumu lao na sisi matarajio yetu kukweli, kwa kweli tunajua kwamba Simba anaenda anaenda kushinda eh? hiyo mechi mm. na mechi ya nyumbani sisi tunakuja Ku, ku, ku, ku, nini tukutulia tu ili tukupoteza ule muda eh. Lakini tunajua mechi ya kwanza tunamaliza kwao wale wa bwana eh. Tunamaliza kwao wale sijaatokea kama ya Gabro United, ah, sasa ni matokeo mengine lakini matarajio yetu sisi wenyewe mm. Tunajua wale tunamalizana nao kwao mm. eh. E bwana, mchezo wa kwanza Simba Sports Club walipata ushindi ugenini bao moja kwa sifuri, lakini katika dimba la Benjamin William Mkapa aliweza kutoa sare ya bao moja kwa moja, pengine huenda ikawa sababu ya mashabiki kuto kuruhusiwa kuingia katika uwanja uwanja wa Benjamin William Mkapa. Huenda ilikuwa sababu ya Simba Sports Club kuto kupata matokeo katika dimba la Mkapa, wala ilikuwa timu haiko vizuri kwa sababu timu ilikuwa haina kocha, kwa hiyo kuwa na washabiki kama kuingia uwanjani si tatizo kwa sababu wale vijana wako tayari wanajua sisi tuko nyuma yao mm. tu, watu wamejazana katika vibanda umiza sehemu mbalimbali mm. kuwashangilia kwa wao. Kwa hiyo ile swala alikuwa analifahamu kama kwa uwanja taifa. Kwa hiyo mm. yale ni matokeo na na ukiangalia timu yetu ilikuwa bado haiko vizuri kwa sababu kocha ilikuwa haina. Eh, kwa hiyo sisi tunatarajia sasa hivi kocha amekuja na timu amekuja, kocha amekuja meneja, lakini kocha ha. E, ili kocha sisi sisi watu wa kuanzisha hiyo design mpya hiyo. Kwa hiyo sisi watu wa kuanzisha, watu watafuata tu watu, watu, fatatu, watu. Hey. Tumeanzisha kocha msaidizi kwenda kumchukua South Africa hmm. Watu wakatubeza Wakatuambia kocha msaidizi ameenda kuchukua ko na msaidizi wa, alafu baadaye wakasema kwamba huyo katelesha daraja si timu gani sijui, kwa hiyo hafai. Lakini matokeo yake wameenda kuchukua mkocha msaidizi, leo wanakaa hapo bwana hafai, mara anafaa, mara hafai. Kwa hiyo inaonekana sisi watu kuanzisha, watu wengine wa kufuata mambo mengine mm. Eh bwana, ujio meneja sasa, mchezo wake wa kwanza, mnatarajia mchezo wa namna gani? Alicheza michezo ya kirafiki, kila mwana Simba utakayemgusa anakuambia wao hawaangalie huo ila wanakwenda kutazama mchezo huu wa kimataifa kama kipimo cha kwanza cha kocha Dimitar Pantev ndani ya Simba Sports Club. Tuna matarajio kweli sisi meneja wetu atatufanyia mambo kwa sababu timu ni, ni sasa um, mm. hivi eh? Tunajua hilo, watasema, kwa nini wenzetu wanacheza mpira mzuri, sisi kocha hatumwelewi, mbona tuna defense sana? Kuna watu wataanza kujiuliza, yeah sana sana kabisa, kwa sababu yule bwana mpira wake hataki ukae nao, ukiupata, mpe mwenzako eh, twende mbele eh, bas. Kuna watu lazima wajiulize kwenye hii yeah sana sana. Kina nani hapo? Watarajia mkono wa kushoto huko bondeni, wenye kwa bondeni kule watani eh, hawa na ukabondeni huko, kwenye fiura huko, watakojenga uwanja kwenye fiura Bwana hey, mimi nawe tujiulize kitu kimoja. Simba Sports Club imesafiri bila Kamara, uh, pin, pin, Musa, hii pengine inaweza ikawa mwiba kiasi gani uh, kwa eneo zima la ulinzi ama goalkeeping kwa upande wa Simba Sports Club, kwa, kwa maana ukiangalia kikosi ambacho Simba wamesafiri nacho, wameondoka na Yakub Suleiman pamoja na golikipa mwingine ambaye uh, Abel, wameondoka naye pia kuelekea huko nchini Swiss pengine labda kwa hili unavyoangalia kwa namna unavyotazama Simba Sports Club kwa kumkosa Musa Pinpin Kamara, hili kwa upande wa wanasimba nalipokeaje? Kwanza na mapokeo yenu ni ha, tunasikitika, lakini ndo mambo ya mpira. Kuumia ni jambo la mpira, lakini uzuri wa Simba ukiangalia, magolikipa wote wawili wako vizuri. Yakubu, Yakubu ni mchezaji ni wa timu ya taifa, kwa hiyo sisitasiwasi hatuna na yule kijana ni mzuri sana. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, na utaona jinsi gani timu itakavyotulia, wala haina shida yeye Musa, Musa Kamara haina shida, kwa sababu yeye ndo kaumia na ni tatizo kwa hiyo, bado hatujatetereka katika kikosi chetu. Yule Yakubu yuko vizuri sana, na tuna matarajio makubwa mat, mat, kwamba sisi tunachukua ushindi kule, tunakuja nyumbani zetu. Kuna baadhi ya watu wanazungumza mengi ya kwamba vyanzo vyangu vya ndani vinanambia kwamba kocha hafurahishwi na performance ya Musa Pini Pini Kamara huenda ndio ikawa sababu ya yeye kumbakiza nyumbani hapa nchini Tanzania. Kamu. kuna yeye na yule mwingine namba kumi we nampiga faula. Haja muona hiyo maneno ya watu haya <laughs> ni maneno ya watu eh? Eh, kwa sababu yule bwana kuna kunaaliumia kwenye mchezo wa kama sikosi wa ligi le wa, wa, wa kimataifa kima aliumia, kwa hiyo na yeye ndo golikipa namba moja. Kwa hiyo yeye, hayo mambo ya mitaani tu eh? Lakini mwenyewe anamwamini sana, kwa sababu ndo kwa vile anakaumia kwanza, mpaka akave mwili wake vizuri, alafu basi atengee kwenye kosi eh? Hey. Kwa hiyo haya anazungumza haya maneno tu ya kwenye kanga na nakwenye kanga yapo eh? Hey, maneno tu kweli ah, nakwambia, sasa kwa fikiri yule kocha atamweka kama nje Musa kama hayawezi kukaa nje isipokuwa tatizo ukishatoka ma, ma, ma, ma, manini kama hayo basi anaweza kaa nje, lakini ninachokuambia goalkeeper yoyote anaweka kwa Simba sasa hivi yuko vizuri, kwa sababu yule Yakubu mimi namsifia sana hoja yake jana eh? kijana mzuri sana sema, anaangushwa na mabeki wa timu ya taifa eh? anaangushwa na mabeki wa timu ya taifa wanamfungisha yeye makusudi uh-uh. eh kwa hiyo anaonekana mbovu kwa sababu ya mabeki wa timu ya taifa eh. na, amswadakta kabisa, kwa sababu, kama juzi tumeona magoli yote mawili eh ya mabeki. Mm. Sawa. Aya, mm -hmm. Baadaye likafungwa lika, lika, goli nyingine kwa mkono likafutwa, kocha akamtoa. Anaonekana kafanya uzembe wakati kumbe sio uzembe. Mm. Hatukujua yule kocha akamtoa kwa maana gani. Kwa hiyo mm. wanamwangusha sana. Kwa hiyo lakini sisi tunawaambia wana Simba mm. tunamwamini mm. Yakubu, atulie, sisi tunamwamini ni mm. mchezaji mzuri. Eh, wale wametumwa. Eh? Wale wametumwa. Wametumwa kina nani? Wametumwa mabeki wa Taifa Stars kwamba wamfungishe ili aonekane sisi chochote lolote. Mabeki wa timu ya taifa wametumwa kumharibia CV ya Kubu Suleiman, swadakta kabisa, kwa sababu anaonekana kabisa, kwa sababu kipenga kile cha wiki, wameongea, wameongea huyu kwanza, kwa sababu baka yule atakuwa kwanza akasomeshwe, wameongea akasomeshwe kabisa kabisa, hii mara ya pili Eh, kwa hiyo, naam, akasomeshwa <laughs> kwanza ili atulie akili yake cha eh. Eh. Eh bwana, mnatarajia kitu cha namna gani haswa kutoka kwa uongozi kuelekea kwa mchezo huu? Asi, uongozi tunaamini kwamba watatulia watakuwa na umoja, na naamini kama tutakuwa na umoja kama tuliokuwa miaka minne mfululizo, basi mimi nawahakikishia Simba itafika mbali kimataifa na hapo ubingwa anaochukua eh? Kabisa kabisa, uongozi mimi nauomba ukae tena nawaambia uongozi, nawapa salamu, umeelewa vizuri. <coughs> na hapa salamu kwamba sasa hivi waitane wao w wa kitu kimoja lolote mm. Mwenye ushauri huyu atowe, na mwenye ushauri atoe atowe, na mzee wetu mzee Dalali mm. Eh, wasimwache nyuma watakuwa mwike mbele. Ule mzee anajitolea kwa Simba sana na yuko tayari kwa vyovyote ule mzee. Mimi namjua yule mzee, mzee Dalali, kwa kweli Simba anaijua nje ndani, na akisema anafanya jambo fulani naifuatilia Simba, anafuatilia kweli kweli, yani hasemi uongo ule mzee. Mimi namuamini sana ule mzee, kwa hiyo uongozi wawe na karibu naye sana. Yule mzee ana hekima, ana kila kitu. Kwa hiyo mimi ninachowaomba uongozi wawe pamoja na wamshirikishe wa, wa mzee Dalali mm. na Masudi, wakiwa pamoja basi mambo yetu atakwenda vizuri bwana e, mzee wangu nikushukuru sana na nikutakie kila la heri, ila nitaungana na wewe siku ya Jumapili hapa katika dimba la uh, Swiss pale, sisi tutakuwa mubashara hapa kwako, nami nashukuru kwa kweli, tafurahi ta, ta, ta sana mm. Eh, ujaangalia magoli jinsi atakavyokuingia, atakavyoniingia eh. <laughs> mimi? Eh, utakavyoingia wao, usingizi wao. <laughs> mimi magoli hayaniingii. Wale tukae tukifika kwao melala si tunapiga mabao eh? Si usingizi sisi tukifika bado washazizia wao eh. Sisi tunapiga mabao <laughs> Shukrani sana, asante sana bwana. Shukrani sana. Sa